Mambo vipi? Ye, video hii nitaenda kukutajia biashara ambayo unaweza ukaifanya kwa mtaji mdogo. Hii ni kwa wewe ambaye upo nyumbani, unafikiria uanze kufanya biashara, lakini haujui ufanye biashara gani. Basi kwenye video hii nitakutajia biashara ambayo unaweza ukaifanya kwa mtaji mdogo kabisa, na biashara yenyewe biashara ya printing. Nikisema printing, printing ni pana, unaweza ukaprint t-shirt, unaweza ukaprint mifuko Unaweza ukaprint vikombe ukaprint chupa na kadhalika. Ila kwenye video hii specifically nitaongelea kuprint matshirt, kuprint mifuko kwa kutumia rangi. Kitu kikubwa ambacho inabidi uwe nacho, na kama unacho tayari, hiyo ni advantage kwako, ila kama hauna basi, inabidi ujifunze, ni ujuzi wa kuprint kwa kutumia rangi, kwa sababu ni ujuzi ambao eh, ukichukua vifaa vyake gharama yake havizidi laki tatu. Havizidi laki tatu na unakuwa umeshaanza tayari biashara. Kwa wewe ambaye utahitaji kujifunza, ambaye hauna ujuzi wowote kuhusu mambo ya kuprint kwa rangi, kuprint t-shirt, kuprint mifuko, basi mimi naongea hapa mbele yako, nina mafunzo hayo, na mafunzo ya online lakini pia nina mafunzo ya ana ana kwa ana, na ukutana, na, na kufundisha. Mafunzo ya online gharama yake ni ndogo kabisa, shilingi laki moja ila mafunzo ya live gharama yake ni shilingi laki mbili. Kwa hiyo unapotafuta wasapu, uwe serious kweli, jifunza na namba zipo chini ya screen yako. Hasa hi hii biashara, kwa mfano rahisi tu niongelee kwenye hii mifuko. Unaona hii mifuko eh, hii mifuko nimeprint baadhi kama mnavyoiona, hii hapa naenda kuwapelekea wateja. Sasa nikiongelea mfano kwa mifuko hii hapa hii mifuko ukubwa wake ni A4, unavyoiona hapa, ipo mifuko mia moja Lakini hii mifuko, bei ya jumla mimi naye chukua ni shilingi elfu ishirini lakini bei naye muuzia mteja ni shilingi elfu hamsini Maana yake ikiprint inaniachia faida kama shilingi elfu thelathini Unaona jinsi ilivyo na faida. Sasa pata picha, wafanya biashara kila siku anatumia mifuko hii hapa, inaisha. Ukiona wafanya biashara kumi wafanya biashara ishirini maana yake inakuwa ni advantage kubwa sana kwako. Kwa hiyo aao, kwa wewe kijana au wewe binti ambaye upo mtaani, haujui misha ya kufanya, basi anza kufanya misha hii hapa, kwa sababu mimi mwenyewe ninaifanya. Na ukijua kuprint mifuko, utaweza kujua pia kuprint matisheti, kisha siku unaanza kupokea oda kutoka kwenye shule, kutoka kwenye vikundi, kutoka kwenye kwaya mbalimbali, taasisi mbalimbali kwa kujua tu kuprint hii mifuko pamoja na matisheti. Kwa sababu yote Tunavyo printi tunatumia kifaa kama inaitwa do khebpna huko tumebana na zile pinsi za kaida zile ambazo huwa zinatumika kubania kwenye sofa eh kwa fundi wako basi, kikiwa mita moja ni shilingi elfu thelathini. Ila hii ndio mashine kuu. Ukiachilia mbali mashine kuu ya kuprint hivi vitu, basi kuna kemikali nyingine nyingine tu ambazo kwa atakayejifunza atafundishwa kila kemikali inatumika vipi, inapatikana wapi na, na gharama zake. Nadhani umepata kitu. Mimi sina la ziada kwenye video hii. Kikubwa, endelea kufuatilia kwenye channel hii ili uendelee kujifunza tips mbalimbali za kuhusu mambo ya printing, lakini kikubwa zaidi, wewe ambaye unatamani uanze kupata chochote kitu kutoka katika biashara hii ya printing, basi wasiliana na mimi ili ujifunze leo mambo ya printing. Tukutane kwenye video nyingine ijayo, asante.